Toka London hapa, ni sehemu ambayo ni karibu na uwanja wa, wa Tottenham ambapo leo kwa mara baada ya miaka ishirini na mbili wamewapiga Arsenal magoli mbili bila hii ijaye kutokea, na sehemu yote hii imekuwa kama dunia nyingine. Barabarani watu wamewaka, wanasifia Spurs, kuna vicheko na fulana zinasema mambo mengine pia kuhusiana na na Chelsea. Aha, kuna furaha kubwa sana hapa, haijawahi kutokea. Na ukiona hizi hizi mabango yote yanauzwa North London, hapa ni kaskazini ya London. Kwa hiyo anaonyesha namna inavyokuwa, tazama inavyokuwa, wamemsifia sana kocha. Hii fulana inauzwa kwa kwa ni kumi na tano kama shilingi shilingi elfu. Kocha na anasifiwa sana, kila mtu hapa amefurahi sana. Hapo hapo nyuma yangu kuna baba na mtoto wake, anamwambia kwamba anataka kununua kalamu, anataka kununua fulana. Kifupi na lawasinamepigwa leo, rafiki e, mtoto anafurahi na naweza kuona hii fulana Yes, no, inazungumza in, in, in, in, in Arsenal, yeah. Na picha ya picha ya mwana ma, ma, mapinduzi maarufu ambaye anaitwa Che imegeuzwa kuwa kocha ambaye ni nani, kocha wa kocha watoto wa, wa, wa, wa, stars ambaye Mauricio Pochettino amegeuzwa kuwa Che Guevara leo an ah, anavyokuwa <hazitana> na haraka na hapo Unaona, ameshatengeneza kwamba kuna kumbukumbu kubwa make wamekuwa namba mbili katika mechi za, za nani za ligi, katika ligi ya ligi katika ligi ya England. Uh, yani tuko Uingereza hapa. Kwa hiyo kwa simu toka London kwa mara nyingine tena, ni ni Tottenham. Asanteni sana. Kuna harahara na vifijo kila mahali uh, kwa hiyo ndio, uh, hivyo tena.